Nakubali ya kwamba hapa ni Mlima Kenya, na wewe ambao Rigathi Gachagua, wewe kama wewe ni mwanaume sawasawa, tunataka kukwambia tukiwa hapa Mbeere North, leta kandidati yako asimame katika kiti ya Mbeere North, tumenyane na yeye, tukushinde asubuhi mapema, ili utambue ya kwamba William Samoei Ruto ndiye rais wa Jamhuri ya Kenya na kama wewe unasema ya kwamba tunaweza kuania kiti ya rais, kabla uanie kiti ya rais, pima nguvu yako. Naanza kupima nguvu yako hapa Mbele North na utajua you are light weight, kutajua ya kwamba wewe una nguvu yoyote. Wewe tutapimana na wewe hapa Mbele North tukushinde, tukupeleke nyumbani asubuhi mapema, na hakuna siku hata moja utaona rais wa kenya akifika hapa ati kuomba kura ya kiti ya yule ambaye anasimama na chama yake ya uda sisi ndio tuko hapa sisi tutamenyana wewe tuhakishia kwamba umeenda nyumbani mapema juu kenya haitaki watu wa fitina haitaki watu wa vurugu haitaki watu wa kuchochea wananchi wa kenya watu wa maandamano watu wa roho chafu inataka mtu ambaye ako na sera ya kutengeneza mashule, kulipia watoto karo, kutengeneza barabara zetu, kuweka maji katika mabomba yetu, watu ya mbele na watu ya taifa ya Kenya hawakuli matusi. Tumeona wewe unasimama, kazi yako ni matusi, mdomo chafu, pamoja na wale wengine mnaandamana na wao. Hatutaki hiyo katika taifa letu la Kenya na ili ujue watu ya Mlima Kenya wako na wewe, lete kandidati yako hapa na hiyo chama yako ya DCP ujue, ya kwamba nani ambaye ako na nguvu, na tuna kungonjea. Yes.